Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake. Ametupa tena kibali siku hii ya leo kuwepo nyumbani mwake kwa ajili ya kuendelea kujifunza maneno ya Mungu, lakini zaidi kuendelea kulitukuza na kulibariki jina lake. Namshukuru na Mungu pia kwa ajili ya wasikilizaji wote. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya redio Habari Maalum, imeendelea kuwa sababu ya jina la Mungu kuendelea kutukuzwa na kuinuliwa katika maeneo yote ambayo inasikika. Namshukuru Mungu, lakini zaidi ya yote narudisha sifa na utukufu kwa Mungu wetu aliye hai. Basi majira haya na wakati huu tena nikumbushe kwamba wiki iliyopita tulikuwa na somo linalosema kuomba neema ya kukumbukwa, kuomba neema ya kukumbukwa na Mungu. Eh, wiki iliyopita tulikuwa na somo linalosema kuomba neema ya kukumbukwa na Mungu, lakini leo pia tutakuwa na somo zuri zuri sana ambalo litatusaidia na litatufikisha tena mahali pengine kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kitu tulicho nacho siku hii ya leo, tutajifunza kwa habari ya kutambua nguvu ya neema iliyo juu yetu kupitia mauti ya Kristo Yesu kutambua nguvu ya neema iliyo juu yetu kupitia mauti kupitia mauti ya Yesu. Eh, Yesu Kristo alikuja duniani kwa ajili ya nini? Alikuja kwa ajili ya kuja kumkomboa mwanadamu, lakini kuna neema iliyoko juu ya mauti yake, kwa maana ya kwamba hatuwezi kushinda bila mauti, hatuwezi kushinda mauti bila mauti. Kwa hiyo mauti ya Kristo Yesu ilikuja ilifanyika, kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, lakini pia neema iliyoko juu ya mauti ya Kristo ni neema ya kutusaidia, ni neema ya kutuwezesha. Kwa hiyo tunapaswa kutambua nguvu ya neema ya mauti ya Kristo iliyo juu yetu, eh, inayotuwezesha kushinda, inayotuwezesha kufanikiwa, inayotuwezesha kutetewa, inayotuwezesha katika mambo mengi. Basi moja kwa moja somo litakalotuongoza siku hii ya leo ni kitabu kile cha, cha Waefeso e, Waefeso ule mlango wa, wa pili mstari wa nane Waefeso mlango wa pili mstari wa nane. Neno la Mungu linasema, kwa maana mlikombolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kukipawa cha Mungu kwa maana mliokolewa kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Mliokolewa kwa neema, tuliokolewa kwa neema. Tunafahamu kabisa kwamba tuliokolewa kwa neema, neema ya Kristo iko juu yetu, na tuliokolewa katika hiyo kwa, kwa njia ya ya Kristo Yesu, ambaye ni Mungu, aliruhusu tuweze kukombolewa kupitia hiyo mauti ya Kristo. Lakini anasema kwa maana mlikombolewa kwa njia ya imani. Neema ni kitu ambacho mtu hupokea kwa njia ya imani ambayo hutokana na mauti ya Kristo. Neema neema eh. Neema ni kitu ambacho mtu hupokea kwa njia ya imani. Kwa hiyo imani ndo inayopaswa kuwa kubwa juu ya mtu. Unayenifuatilia mchana wa leo, ni kweli unaweza ukajiuliza kwamba inakuwaje, lakini imani, pale unapomkiri Yesu, pale unapoingiza imani katika kutembea na Kristo Yesu, ndiyo neema inaanza kutembea ndiyo neema inaanza kusafiri, ndiyo neema inaanza kutenda kulingana na imani ambayo umeiweka katika Kristo Yesu Bwana ambaye umempokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuja kwa Kristo duniani ni kwa ajili ya vitu vitatu, acha nikuambie. Kuja kwa Kristo duniani. Kristo alikuja duniani kwa ajili ya nini? Alikuja kwa ajili ya kitu gani? E, kuna vitu vitatu ambavyo nitakueleza ili tuweze kuona kwamba kumbe basi Kristo Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kitu gani? kitu gani? Kitu cha kwanza, alikuja kukomboa ulimwengu Eh, alikuja kukomboa ulimwengu, alikuja kumkomboa mwanadamu, alikuja kukomboa mimi na wewe ambaye tulipotea au tulizaliwa katika hali ya dhambi, akaja kutukomboa. Lakini kitu cha pili ambacho kilisababisha Kristo aje ulimwenguni ni kwa ajili ya kudhihirisha neema mm. Alikuja kudhihirisha neema eh. Kitabu kile cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa kumi na sita na wa kumi na saba tuone pale kwa nini alikuja kudhihirisha neema. Kitabu kile cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa kumi na sita na wa kumi na saba neno la Mungu linasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Tunaona kabisa kwamba alikuja kudhihirisha neema, ndio maana akasema, kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo kuja duniani, alikuja kuidhihirisha neema, alikuja kudhihirisha kwamba neema ipo juu yetu kwa wale tuliokubali kumpokea na tunaotembea katika Kristo Yesu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha tatu kwa nini Yesu alikuja duniani? Alikuja kuonyesha uhalisia wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Alikuja kuonyesha uhalisia kwamba ni kweli Mungu anatupenda, lakini ili adhihirishe kwamba anatupenda akakubali kumtoa mwanaye, akamtoa mwanaye pekee aje ulimwenguni kwa ajili ya kumkomboa. Kwa hiyo Mungu alimruhusu mwanaye aje duniani ili kudhihirisha kudhihirisha upendo wake juu yetu. Ni kweli kabisa, kama unampenda ndugu yako, kama unampenda rafiki yako, kama unampenda mtoto wako, kuna kitu cha kumdhihirishia kwamba unampenda, kuna jambo la kum unampenda unapomletea zawadi kwa upendo kutoka ndani, au unapompa kitu cha thamani kutoka ndani ya moyo wako unadhihirisha upendo, unadhihirisha upendo. Kwa hiyo Mungu alimtuma mwanaye aje ulimwenguni ili kutudhihirishia kwamba anatupenda kwa viwango vikubwa, anatupenda sana. Na tunajua kabisa kwamba kama Mungu anatupenda, anatupenda kwa namna ambavyo sisi hatuwezi kuelewa, lakini kwa mtu ambaye ana, ana, ana, ana, anajua kwa nini yeye yupo kwa nini ali, ali, ali, aliwekwa duniani na yupo kwa sababu ya nini? Atagundua kabisa kwamba kuna upendo ambao ni wa tofauti sana, upo kwetu kwa kupitia mauti ya Kristo Yesu eh? Kristo Yesu alipokuja, alikuja kwa ajili ya kukomboa, alikuja kwa ajili ya kudhihirisha neema, lakini alikuja kwa ajili ya kudhihirisha upendo ulioko ndani ya Mungu, uliopo kwa Mungu, kwamba Mungu ni jinsi gani anatupenda, ni jinsi gani anatuwazia mema, ni jinsi gani anatamani kutuona tunashinda katika yale magumu ambayo tunakutana nayo, basi akamtuma mwanaye aje audhihirishe ule upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu alipokufa Pazia la hekalo lilipasuka. Kwa nini pazia la hekalo lilipasuka eh? Pazia la hekalo lilipasuka pale ili kuruhusu kwamba kila mwanadamu, kila mwanadamu anaweza kwenda mbele za Mungu na kueleza na kusema na kuongea naye na, na kumwambia kile ambacho anahitaji eh? Ndio maana pale akasema kwamba torati, ya, torati ilikuja kwa kupitia Musa, lakini neema ilikuja kupitia Kristo Yesu, kupitia mauti yake eh? Kwa hiyo pazia la hekalo lilipasuka baadaye kufa kwa ajili ya mwanadamu ili mwanadamu aweze kupeleka mm, kupeleka mahitaji yake, ili kudhihirisha kwamba kupitia neema iliyoletwa na yeye, kila mtu ana uwezo wa kumkaribia Mungu, kila mtu ana uwezo wa kumkaribia Mungu kwa neema, kwa neema. Kwa hiyo Mungu alipomtoa mwanaye aje ulimwenguni, ili kudhihirisha upendo, lakini pia akadhihirisha kwa namna gani. Alipokata roho, pazia likapasuka. Pazia lilipopasuka, ili ile neema iliyoko juu ya Iweze kutembea na kila mmoja, na kila mmoja awe na uwezo wa kumkaribia Mungu, wa kumweleza Mungu, wa kuongea na Mungu na kumwambia haja na mahitaji aliyonayo. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu kile cha Waibrania, tumwangalie Waibrania, kitabu cha Waibrania ule mlango wa 4 mstari wa 14 hadi wa 16. Neno la Mungu linasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Narudia mstari wa kumi na sita, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kwa ujasiri tukaribie. Ndio maana pazia lilipasuka, tukaribie kwa ujasiri kiti cha neema, ili tupewe rehema tupewe rehema tusamehewe na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kumbe neema inayotokana na mauti ya Kristo Yesu ina uwezo wa kutusaidia wakati wa mahitaji, wakati wa vita, wakati wa shida, wakati wa huzuni, wakati wa kilio. Neema inayotokana na mauti ya Kristo inaweza kutusaidia, inaweza kupigana vita, inaweza kutuokoa eh? Ni kweli tuliokolewa kwa neema, lakini iko ema inayotokana na mauti ya Kristo ambayo ndio inayoweza kutusaidia wakati wa mahitaji yetu wakati wa kilio chetu wakati wa huzuni yetu wakati wa maombolezo yetu. Neema inayotokana na mauti ya Kristo inaweza kutusaidia inaweza kutuvusha inaweza kututetea pale tunapoona kwamba hatuoni njia, lakini iko neema inayotokana na mauti ya Kristo Yesu Bwana itakayoweza kututetea. Bwana Yesu, Yesu, Yesu asifiwe. Lakini kuna neema mara mbili na ndio maana natamani tuelewane. Kuna neema mara mbili, neema iliyoletwa na mauti ya Kristo, lakini neema ambayo kila mtu anayo. Kila mtu ana neema, kila mtu ana neema yake mt naishi tu kwa neema, natembea kwa neema, nimepona kwa neema eh. Sasa iko neema ambayo kila mtu anayo, lakini iko neema inayotokana na mauti ya Kristo Yesu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile ambayo mtu hupokea pale anapokubali kupokea msamaha Anapokubali. Pale unapokubali kukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na mokozi wa maisha yangu, alafu ukaanza kusafiri ukaanza kutembea naye ukaanza kulitii neno ukaanza kusikia sauti, hiyo ni neema inayotokana na mauti ya Kristo Yesu, ambapo sasa ataanza kukuonyesha njia, ataanza kukufundisha, ataanza kukuelekeza, ataanza kukuwezesha, ataanza kukupigania kwa sababu umemkiri kwa sababu umemkubali kwa sababu umetamani utembea naye. Bwana Yesu asifiwe. Tumwangalie Yohana, Yohana eh? Ule mlango wa kwanza, turudi pale kwa Yohana mlango wa kwanza, ule mstari wa, wa kumi hadi wa kumi na tatu mm? Anasema alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua Alikuja kwetu wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Kwa hiyo tunapompokea pale tu, unapompokea pale tu, unapokiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, anasema walifanyika kuwa wana, walifanyika kuwa watoto wa Mungu, walifanyika kuwa watoto wa Mungu eh? bali waliompokea aliwapa uwezo, alipewa uwezo. Cha kwanza walipata uwezo, cha pili wa kufanyika watoto wa Mungu, na ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo mchana wa leo na siku ya leo unapokubali kukiri, unapokubali ku, ku, ku, kurudi kwa Mungu ukamwambia uka, uka, uka Yesu Kristo weo, ni bwana na mwokozi wa maisha yangu, anasema unafanyika kuwa mtoto wake. Anaanza kutembea na wewe, anaanza kukufundisha, anaanza kukuelekeza. Hiyo ndio neema inayotokana na mauti ya Kristo. Kwa hiyo kuna vitu amba utaviomba pasipokujua inakuwaja, lakini anafanya kwa sababu tayari wewe ni mtoto wake, tayari wewe anakujua, tayari wewe umemkiri, tayari umetengwa, tayari umetofautishwa. Kwa hiyo kuna wakati ambapo tunapita katika mazingira magumu, lakini hatujui ni kwa nini. Ni kwa sababu tu hatujamkiri, hatujamkubali ili kwamba tuweze kuwa watoto wake, aweze kutupa siku zote. Hata mzazi na mtoto wake, unapokubali kwamba baba yangu wananipenda, mama yangu wananipenda, kuna vitu unaanza kusafiri kuna baraka unaanza kusafiri nazo kutoka kwa wazazi wako kutoka kwa baba yako na kwa mama yako. Na ndivyo ilivyo kwa Mungu tunapomkiri yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ndipo ambapo tunakuwa watoto wake na hiyo neema inaanza kutenda kazi juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi ule mlango wa tatu, mstari wa 23 na 24. Warumi mlango wa tatu, 23 na 24. Neno la Mungu linasema kwa, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo unapomkiri utaanza kuhesabiwa neema, unahesabiwa neema baada ya kukiri, baada ya kukiri, anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kumbe kupitia Yesu Kristo na mauti yake, tunapokiri tunatembea na neema, tunatembea na kitu kikubwa, tunatembea kwa ujasiri, tuna, tuna uhakika tuliye naye ana nguvu, tuna uhakika silaha alizonazo ni kubwa. Kwa hiyo hatutaogopa, hatutakuwa na hofu, kwa sababu tunatembea na neema inayotokana na mauti ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. kuna watu kuna watu huishi na neema na huruma za Mungu pasipo kujua kuwa kuna neema zaidi ambayo huletwa na mauti ya Kristo. Tuangalie kitabu cha matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, ule mlango wa nne, ule mlango wa nne mstari wa thelathina tatu. Mlango wa nne mstari wa thelathina tatu. Matendo ya Mitume, mlango wa nne mstari wa thelathina tatu. Neno la Mungu linasema na mitume wakatoa shuhuda ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao. wakatoa ushuhuda Mitume wakatoa ushuhuda baada ya kufufuka Yesu, wakaanza kusimulia habari za Yesu. Lakini nini kiliambatana nao? Nini kilitembea nao? anasema ya kwamba, na mitume wakatoa ushuhuda, ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi na neema nyingi ikawa juu yao wote. Kumbe tunapomkiri Yesu, alafu tukaanza kushuhudia matendo makuu ya Mungu, uzuri wa Mungu, jinsi ambavyo alikuja duniani kwa ajili yetu, tunapoendelea kushuhudia neema ina ongezeka neema inayotokana na ile mauti inaongezeka kwetu, na inapoongezeka kwetu, hutusaidia katika mahitaji, hutusaidia katika vita, hutusaidia katika changamoto, hutusaidia katika utendaji. Ile neema ndio inayoweza kukutambulisha, ile neema ndio inayoweza kupigana ile vita. Hiyo neema ndio inayoweza kupigana hata ile nguvu ambayo imekaa kinyume na Mungu kwenye maisha yako, kukuletea hali ya magonjwa ambayo si ya Mungu. Hiyo neema ndio inayoweza kupigana. Ndio maana akasema hivi, wale mitume walipoanza kushuhudia habari za kufufuka kwake Yesu, wanasema kwamba walishuhudia kwa nguvu nyingi, walishuhudia kwa nguvu nyingi, na waliposhuhudia kwa nguvu nyingi, wanasema neema iliongezeka nyingi, iliongezeka kwao. Kwa hiyo mauti ya Kristo Yesu tunapogundua, ndipo ambapo neema inaambatana na sisi kupitia hiyo mauti tuna, inaambatana na sisi kupitia kule kumkiri, kule kumjua, kule ku, ku, ku, ku, kuelezea habari zake, kule kum na ndio maana tunasikia kwenye kila eneo kwenye kila kona, watu wanazisema habari za Mungu, watu wanaeleza habari za Mungu. Ni wewe tu ambaye hujaamua kumrudia Mungu, hujaamua kumkiri. Ebu leo mkiri Yesu, ebu leo mtake Mungu, ebu leo mwambie Yesu, ninakupenda Yesu, wewe ni rafiki yangu, anza maisha na mimi upya. Utamuona atatembea na wewe, kwa sababu si wewe bali ni ile neema inayotokana na mauti ya kwake ndio itakayokusaidia na ndio itakayokushindia na ndio itakayokutetea na ndio saidia kupigana vita ulionayo. Hautapigana wewe, atapigana yeye, kwa sababu anakujua na wewe unamjua, ni, ni Baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo asifiwe. Mauti ya Kristo ilileta nguvu ya neema ambayo hutupa kibali kwa Mungu na kutupa kushinda vita. Mauti ya Kristo eh? Mauti ya Kristo ilileta nguvu ya neema, ilileta nguvu ya neema. Kwa hiyo tunapoona kwamba tulivuka kwenye kipindi cha, cha, cha, cha, cha, cha Pasaka tukajikuta tuna, tuna, tunaelezea kifo na mauti yake, lakini kuna namna ya kutembea na ile neema inayotokana na ile mauti, sio kwa kipindi kile tu, sio kwa majira yale tu, majira yote, wakati wote Tembea na neema ya mauti ya Kristo Yesu, endelea kumshuhudia, endelea kumkiri, endelea kuelezea matendo yake makubwa, endelea kueleza kwa nini alikuja, lakini alikuja kwa ajili ya nini, na sasa alifufuka, alifufuka kwa sababu ya kitu gani? Na mimi niko wapi? Na wewe uko wapi? Na, na mwingine yuko wapi? Elezea habari zake. Unapoelezea habari zake, ndipo neema inazidi kwenye maisha yetu, na ndipo tunapewa kibali na kushinda, eh, kibali kinakaa kwetu. Popote unapokwenda unapata kibali, popote unap... chochote unachofanya unapata kibali. Popote unapokaa unapata kibali, ukiwa shuleni unapata kibali, ukiwa kazini unapata kibali, ukiwa nyumbani unapata kibali, ukiwa kwenye mazingira yoyote unapata kibali, kwa sababu si wewe, aliyeko ndani yako, aliyeko juu yako. Ile neema ambayo umekubali kusafiri nayo, kutembea nayo, ndiyo inakutambulisha, ndiyo inapigana vita vyako, ndiyo inaondoa mateso yako, ndiyo inayoweza kuondoa hata na mabaya yaliyokaa mbele yako, ambayo wewe hujui siri, ambayo wewe hujui tulijifunza. Kwa habari ya kuondoa siri zilizoendelekwa kwenye maisha yetu katika mwaka 2025 tulijifunza pale mwanzoni kabisa mwa mwaka huu, tulijifunza kwa baada ya kuondoa siri za maadui kwenye maisha yetu. Sasa unapokuwa na neema inayotokana na mauti ya Kristo Yesu inakusaidia kushinda, hata kama kuna jambo la siri limetegwa kwako limeandaliwa kwako, kwenye biashara, kwenye kazi, kwa watoto, kwenye elimu, kwenye mahusiano, ile neema inakusaidia kushinda kabla hujaingia kwenye huo mtego. Hiyo neema inakusaidia kupigana kabla hujaingia kwenye hilo shima kwa tutembee na neema ya mauti ya Kristo ili tuweze kuona jinsi gani ambavyo Mungu anaendelea kutupigania. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Adamu alipokosea, alipokosea, pale msalabani, pale bustanini alikosa kibali Adamu alipokosea alikosa kibali cha kwanza, alikosa kibali. Lakini kupitia mauti ya Kristo ileta kibali ambacho sio kila mtu huwa anacho, bali wale waliompokea. Sio wote wanaweza kutembea na icho kibali. Baada ya Adamu kupoteza kibali, kukosea pale y bustanini, akakosa kibali eh? Baada ya Adamu kukosea tulikaa, lakini Mungu akaona hapana, akaruhusu mwanaye aje ili atulete tena neema, atupe tena kibali. Kwa hiyo anasema kwamba sio kila mtu anaweza akatembea na hiyo, mpaka tu wale waliomkubali, mpaka tu wale waliomkiri, mpaka tu wale waliomjua ya kwamba katika maisha haya sina mwingine zaidi ya Yesu Kristo aliyekubali kufa na kufufuka kwa ajili yangu. Sina mwingine ni yeye tu. Kwa hiyo utakapokubali, ndipo utaanza kutembea na mauti ya, ya, na, na neema inayotokana na mauti ya Kristo na kupata kibali katika maeneo mbalimbali mbali. Lakini neema ambayo kila mtu anayo tuangalie mfano neema ambayo kila mtu anayo tuangalie mfano, kitabu kile cha Mwanzo ule mlango wa, wa sita mstari wa nane, kitabu cha Mwanzo Mwanzo mlango wa sita mstari wa nane neno la Mungu linasema "Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hii ni neema ambayo kila mtu anayo. Nasema kuna neema ambayo kila mtu anayo, lakini pia kuna neema ambayo inatokana na mauti ya Kristo. Asa, hii ni neema ambayo kila mtu anayo. Nuhu alipata neema machoni pa Bwana, eh? Mungu akampa maelekezo kwa habari ya kufanya moja mbili tatu, na akafanya. Alipata tu neema, neema tu ya kawaida likuwa juu yake, na Mungu akaweza kutembea pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mwanzo 32 Mwanzo thelathini na mbili ule mstari wa, wa wa- wa- wa- tano tuangalie, panasema nasema, nami nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa watumwa na vijakazi nami nimepeleka watu nimpashe bwana wangu habari nipate neema machoni pake. Hii ni habari ya Yakobo, anamtumia ana, ana Esau ndugu yake zawadi. Hii ni neema tu, alikuwa anatafuta apate tu neema, yani apate tu kibali kwa ndugu yake, kumwelezea kwamba nilipofanya nilipokaa kwa mjomba wangu kuna vitu nilifanya moja, mbili, tatu, nina ng'ombe, nina punda, nina hiki, akawa naelezea habari zile, lakini lengo ni kwamba alitaka kupata tu neema, alitaka tu kupata kibali kwa ndugu yake kuelezea zile habari ambazo yeye zilionekana kwake kwamba walikuwa hawako vizuri pale mwanzo kwa sababu ya zile baraka ambazo baba alizigawa. Lakini baadaye akaona hapana, inapaswa kurudi kwa ndugu yangu ili niweze kutengeneza naye, lakini cha kwanza akatuma zawadi, na alipotuma zawadi alitaka kupata neema. Sasa hii ni neema tu ya kawaida ambayo kila mtu anayo kila mtu anayo kila mtu, mtu anatembea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iko neema zaidi inayotokana na mauti ya Kristo Yesu pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mifano tu ya watu ambao walipata neema ya kawaida lakini Mungu aliwasaidia kutoa dhabihu kutoka zao kwa sababu walikuwa na neema tu hiyo kawaida, lakini Mungu hakuwacha wakawa wanapata kibali, wanatoa sadaka, wanasema na Mungu hivyo hivyo kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunatamani kila mmoja ajue kwamba kupitia neema ya mauti ya Kristo kuna mahali ambapo hatukuwa tunajua, lakini pia kuna neema ya kawaida. Sasa tunapaswa kumrudia Mungu ili Mungu aweze kutukubali, aweze kutupa hiyo neema inayotokana na mauti ya Kristo. Wewe ambaye hujamkiri Yesu, wewe ambaye hujaokoka, wewe ambaye unasema hakuna wokovu duniani na kushauri leo, leo wakati tunapoenda kuomba maombi haya ya kumrudia Mungu, ya kumtaka Mungu tena leo, hebu rudi. Kwa Mungu leo, hebu tengeneza na Mungu, mkiri tu ili neema inayotokana na mauti ya Kristo ianze kuambatana ianze kutembea na wewe, na uweze kushinda vita, uweze kuvuka hapo ulipo. Mimi sijui ni wapi unapitia, mimi sijui ni kitu gani ambacho kimekuwa ni teso kwenye maisha yako, lakini hebu mkiri tena. Unaweza ukasema kwamba nilishaokoka, lakini uliokoka, kuna namna ambavyo umerudi nyuma hata pasipokujua. Eh, kule kukata tamaa pia ni kurudi nyuma, kule kukuku, kuchoka kusema, siwezi tena kwa sababu nimeomba sana, sioni matokeo, pale umerudi nyuma. hebu mkiri tena leo, mrudie tena Mungu, mrudie tena Mungu, mwambie Mungu, nimekuja kwako, mimi ni mwanadamu, ni mdhaifu, ni mdhambi, nilikukosa hapa na hapa na hapa, naomba tena kuanza na wewe, naomba tena kutembea nawe, ili neema inayotokana na mauti ya Kristo ikusaidie kushinda hiyo vita, ikusaidie kupigana hiyo vita, kwa watoto wako, kwenye ndoa yako. Changamoto za ndoa zimekuwa ni nyingi, ni kubwa, lakini kwa neema inayotokana na mauti ya Kristo hata hiyo ndoa Mungu wataipa. Mungu atageuza tena moyo wa baba, atageuza tena moyo wa mama, wataambatana pamoja, watatembea pamoja, mioyo ya watoto utawaelekea wazazi, watatembea pamoja kupitia neema inayotokana na mauti ya Kristo. Kwa hiyo ninatamani wewe unayenifuatilia, wewe unayenisikia na wewe unayetamani sasa kuona kwamba nataka nitembee na hiyo neema, nataka usiki, u, u, urudi kwa Mungu kwa njia ya toba, umwambie tena Mungu, naomba unisamehe, naomba unirehemu ili kwamba aweze kukusaidia tuangalie maneno mawili alafu nitakuongoza sala ya toba. Uta, utakiri wewe ambaye hujaokoka uliyeokoka ukarudi nyuma, nitakuongoza sala ya toba, alafu tutaingia kwenye maombi ya kumwambia Mungu tumekuja Mungu tumerudi, tuliipoteza neema inayotokana na mauti ya kwako, lakini leo tumerudi, tunaomba tena kutembea na wewe, tunaomba tena kuambatana na wewe, tunaomba tena kusikia kutoka kwako. Maanake inawezekana baada ya wewe kurudi nyuma husikii tena sauti ya Mungu, huoni tena maelekezo ambayo Mungu alikuwa anakupa mwanzo huoni lakini, leo turudi, leo tugeuke, ili mungu aweze kutusaidia kupitia neema ya mauti ya mwanaye Yesu Kristo. Tuangalie kile kitabu cha Yoeli, tuangalie kitabu cha Yoeli pale, tuone jinsi gani ambavyo tunapaswa kurudi. Yoeli mbili mstari wa kumi na tatu neno la Mungu linasema rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Rarueni mioyo, turudi kwa Mungu. Anasema turarue mioyo yetu wala si mavazi yetu. Eh? anasema wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, amejaa neema. Kumbe tunaporudi, tunapomrudia kwa njia ya toba, tunaanza tena kutembea na hiyo neema. Lakini rehema ziko kwake, huruma ziko kwake, yeye ndio anayeweza kugairi mabaya ambayo umeandaliwa, umetengenezewa. Anaweza kugairi, anaweza kuondoa, anaweza kufuta. Ta, anaweza kuondoa aibu iliyoandaliwa kwako, lakini anasema rarueni la mioyo yenu, turudi kwa Mungu, tumrudie yeye, tulirudi nyuma. So hatujaokoka tu kabisa wengine, hebu turudi kwa Bwana, tumwambie Baba, naomba unisamehe. Lakini pia tuangalie kitabu cha mwisho, basi kitabu kile cha Yona, tumwangalie Yona yeye aliyekimbia na kuikataa sauti ya Mungu, tumuone Yona pale anasemaje. Yona mlango ule wa nne mstari wa pili mm, wakati alipokuwa akiongea aki naku, na Mungu na kulalamika, anasema akamwomba Bwana akasema, nakuomba e eh Bwana, sio sivyo hivyo nilivyosema hapo nilipokuwa katika nchi nchi yangu. Hii ndiyo sababu nalifanya haraka kukimbilia Tarishishi, kwa maana na alijua ya kuwa wewe u Mungu mwenye neema Mungu mwenye neema. Pamoja na kwamba Yona alikosea, lakini alijua pamoja na hayo Mungu ni Mungu mwenye ne, neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye anagairi mabaya eh, anagairi mabaya. Kwa hiyo akajua kabisa kwamba neema inatoka kwa Mungu, amrudie. Kwa hiyo, hebu leo mimi na wewe tumrudie Mungu, turudi kwa Mungu na kuongoza sala ya toba. Fuatilie maneno haya nyuma yangu ili tumrudie Mungu, alafu tuanze na Mungu alafu neema inayotoka na mauti yake iambatane na sisi. Hiyo vita hautaiona tena, hao maadui hautawaona tena, hizo nguvu za giza, mapepo ambayo yanakutesa usiku na mchana hautayaona tena, waganga ambao usiku na mchana wananitaja jina lako kwa ubaya, majina ya watoto wako hautawaona tena. Tembea tu na neema inayotokana na mauti ya Kristo Yesu Bwana. Basi hapo ulipo ikiwa unanifuatilia hebu sema, Ee Bwana Yesu, niko mbele zako naomba unisamehe dhambi zangu zote, nilizozitenda kwa kujua na kwa kutokujua. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kuanzia leo ninamkataa shetani na kazi zake zote, lakini nakupokea wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ee, Bwana Yesu, asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuniponya. Asante kwa kunirudia tena. Kuanzia leo nitatembea na wewe. Asante Roho Mtakatifu, naomba ingie ndani yangu, ongoza hatua zangu, ongoza maisha yangu, ongoza ufahamu wangu, ili Kristo Yesu akatembee pamoja nami, na neema yake ikanisaidie na kunishindia vita. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru, amen.